Kwa jina mimi naitwa Ramadhani Rashid Mussa. Aa, ninaishi Mbezi Malamba Mawili. Ni mkazi wa Mbezi Malamba Mawili. Na umri wangu ni miaka hamsini na saba. Kiukweli ni kwamba mimi nilianza kuona kwamba na tatizo japo nilikuwa sijui tatizo ni nini, ilikuwa mwaka elfu mbili na tano nikaanza kuona sehemu ya titi moja lilikuwa linatoa maji aina ya waupe waupe na hiyo hali ikaendelea, nikajaribu kupika katika vituo vya afya, wakaniambia kwamba hapana, hilo ni jambo tu la kawaida, kuna umri fulani ukifikia basi unaweza ukajikuta inatokea hiyo hali, kwa hiyo sio na hofu. Basi mimi nikaridhika kwa maneno mazuri ya madaktari, nikaendelea kuishi. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, nikajikuta kwamba kwa sababu inapokuwa inatoka unakuwa hauoni, ila unakuta kwamba tayari nguo ishafanyaje imeshachafuka, nakuta kwamba saninen imefanyaje imesha imeshachafuka sasa nikajaribu tena kufuatilia, akanaambia kwamba hizo sio balance hormone hizo, ile Kiswahili ni kwa sikielewi, maana yake nini, maana hiyo balance hormone. Lakini mwisho wa siku ile hali ikapotea, sikuona tena zile ishara za kutoka toka vile vitu. Aa, mazingira yakabadilika. Kufika mwaka 2020 nikaanza kuona kwamba kama kuna hali fulani ya vichome vichome vinachoma choma pale katika titi, baadaye tena nikarudi tena hospitali wakaniambia kwamba labda tu itakuwa e, ziwa tu linakuwa. Basi nikawa nimefanya safari nilekea sehemu moja mauta kikazi, nilipofika kule ndo nikaanza kupata maumivu makali sana. Sasa hiyo ilikuwa ni mwaka 2023, nikapata maumivu makali kumbe yale maumivu makali tayari yanaanza kutengeneza uvimbe ule, uvimbe ule uvimbe ukawa unanitia mpaka homa. Nikarudi, nilivyorudi, nikafika mimi tena hospitali Mwananyamala, nikawaambia wakanipima na tayari ilishaanza kuvimba. Baadaye tena wakanifanyia ultrasound, ultrasound wakaniambia wewe sasa nikupe rufaa leo tu ya kwenda wapi? Muhimbili. Na kweli mimi nikafika kule Muhimbili, wakanipokea pale clinic, pale wakanifanyia vipimo na wao pia lakini walinifanyia mara mbili vipimo, walichonifanyia ultrasound x-ray kama kawaida, lakini pia wakanifanyia kipimo kimoja kinaitwa fnas ile flan walinifanyia mara mbili. Mara ya kwanza wakaniambia kwamba hauna tatizo lolote, basi labda tuziwa linakua. Nikamwambia daktari, lakini mimi maumivu nayasikia linauma, na kwa nini kama kukua likuwe ziwe moja tu? Akaniambia tunza vyeti vyako, ikiwa vipi basi unaweza ukarudi tena. Jambo la kwanza mimi kupokea taarifa saratani ya matiti, sikuwahi kusikia mahala popote duniani katika umri wangu huu, kwamba kama kuna saratani ya matiti pia wanaume wanakuwa nayo, ndio naisikia kwangu mimi. Kwa hiyo mimi baada kupokea zile taarifa, maana yake dokta alipata tabu, kwa sababu dokta alifika mahali alikuwa kama ni rafiki yangu. Nilidumu pale Muhimbili kama muda wa mwaka na kitu hivi kufuatilia vipimo, unakwenda unarudi, unakwenda unarudi. Baada ya pale, nilimwambia dokta, nikamwambia dokta, mimi nimepokea taarifa. Kwa sisi kiimani tunasema kwamba kila linalomfika mja Mola ameshalikadiria kwa hiyo, na mimi pia Mola wangu amesha likadiria. Lakini pamoja na kwamba amelikadiria, sitokaa kimya, nitasacrifice kuona kwamba napata utatuzi wa namna gani. Akaniambia vizuri sana, hiyo ni good idea, mzuri sana ukiishi hivyo, kama wagonjwa wote akiwa wanaishi hivyo, nafikiri kwamba utafika. Nikamwambia lakini pia mimi naamini kwamba hakuna ugonjwa mliokosa dawa. Hata hii pia dawa ipo na itafika mahala, watu wengine wanapona na hata mimi pia nitapona. Kana basi vizuri. Kwa hiyo mimi nikaipokea ile taarifa nikarudi nyumbani, ila ki ukweli haa, mimi mke wangu sikumwambia, ilichukua zaidi ya mwaka mmoja sikumwambia ah, hey, zaidi ya mwaka mmoja sijamwambia kwamba bwana, mimi niko moja mbili tatu ah ah, sikumwambia, na nikawa ninaishi kitu kama kawaida, ninafanya shughuli zangu kama kawaida, isipokuwa tu hili tezi ndio kali linaonekana sasa, ndio kama vile sometime linapanda linashuka linapanda. Time ndio nikaanza, nilikuja kumwambia mimi mke wangu. Baada ya kufika Ocean Road nikamwambia mke wangu, mambo ya Mungu mengi, unaweza kaona kuna transformation katika mwili wangu, mabadiliko, nywele zinanyonyoka labda nini na nini, usihofu, mimi nimepata saratani ya titi. Akanuliza. Ah, kama muda miezi sita saba hivi nikaona kwamba maumivu yakaamka tena, nikaenda tena kule wakanifanyia tena fnasi. Definition yake sifahamu neno fnasi, lakini waliingiza sindano wakavuta zile sample wakapima haikuwa jibu walikupatikana lakini, ile recommendation ya Dr. Ngaiza ambaye kule katika upande wa maabara akasema kwamba ni vizuri zaidi huyu tupate kipande cha nyama, yani tumfanye biopsy, tufanye ili kusudi hapo tutaweza kujua tatizo ni nini. Daktari wangu akasema kwamba sioni sababu ya kufungua halafu na kutoa nyama, mimi tu ubora tufungue kabisa tuondoe huo vimbo uliokuwa ndani. Kweli daktari yule akanifanyia vile mwenyewe akatoa ule uvimbe. Baada ya kutoa ule uvimbe wakafanya biopsi. Majibu yakaja kama ifuatavyo, kwa sababu anasikitika kuambia kwamba inaonekana kwamba titi lako umepata kasaratani ya titi. Ah, nikamuuliza daktari, sawa, lakini hii saratani ya titi si ina stage au ina viwango? Akasema ndio. Je, hii kiwango chake kikoje? Akaniambia kwamba hiyo iko ni two stage, kwa hiyo ndio inaanza kusambaa. Akamwambia yote hayo ni makadiri ya Mungu, basi mimi nikayapokea yale baada ya pale kiukweli, waka baada wakashona kama leo. Baada kushona nikaendelea kuuguza kile kidonda kidonda kikaugua kikaugua, mwisho wa siku katika mazingira jinsi waliokuwa si ya kawaida, basi ilikuja ukaibuka tena uvimbe mwingine. Hapo ni baada mwaka mmoja hapo, sasa ndo nikaenda pale Ocean Road. Ocean Road wakaanzia tena taratibu zote, wakafanya taratibu za uchunguzi wa awali, na wao hakuangaika tena kufanya biopsy, bali walichokifanya wao waliyakubali yale matokeo kule Muhimbili, kwamba kwamba hii ni saratani namba mbili. Sasa walichojiongeza kwamba waliendelea kufanya vipimo vingine zaidi kama vile X-ray, CT scan, CT scan. wakatoka na jibu kwamba bwana, stage ile uliokuwa nayo ni ile ile, na kweli una saratani ya matiti. Kwa hiyo inabidi uanze nini, uanze tiba. Nikamwambia sawa basi. Mimi nikaanzishiwa tiba pale, walinianzia na kemotherapy nne za awali. Baada ya kemotherapy, ilichukua kama miezi mitatu zile nne aum Baada ya kemo, wakanambia sasa inabidi sasa tukufanyie sajali ya kuondoa huo uvimbe. Na kweli wakanifanyia sajali, wakaondoa ule uvimbe. Uvimbe ulikuwa mkubwa, baadaye nitakuonesheni katika simu hapa ile picha nayo. Baada ya kuondoa basi wakaniambia sasa subiri kwanza, utaendelea tena na kemo ambazo ni nne. Lakini kwanza mpaka hichi kidonda kipande, wakawa wanaweka asali, unasafisha kila siku dressing baada ya mwezi mmoja kama na siku kumi na saba, ikabidi wakanifanyia kitu kinaitwa skin graft, wakatoa nyama ya kwenye paja, wakabandika. Kwa hiyo nikawa na vidonda viwili kwa wakati huu <laughs> mmoja. Kwa kweli, mazingira ya saratani mpaka mtu unafika mahala unakuja unatibiwa mpaka unapona, ni haki wale watu waliosema kwamba kusema kwamba hao wakatumia jina la kuita mashujaa hawajakosea, wako sahihi Manake changamoto nyingi sana ambazo unazopitia. Kwa hiyo baada kumaliza ile skin graft, nikarudi tena kwenye kemo, nikapiga tena zile nne, na kadri unapotoka huko, kwa mfano uko na moja, ukienda kule, ukisogea vile vile, mambo yanaongezeka maswala ehe. Basi tukapambana hivyo, mwisho wa siku tukamaliza nne zile, wakaniambia sasa kilichobaki, imebakia sasa utabidi upate mionzi. Namuuliza daktari, mionzi tena eh? Mimi najua hapa tumeshamaliza. Kaniambia hapana, hapo lazima tupate mionzi, kwa sababu ya kwenda kuua zile seli ambazo ni mbovu zilizokuwa zimepokea ugonjwa na hizo na hii, ni mionzi ni mionzi tiba, sio kwamba ni mionzi sumu, hii ni tiba. Basi sawa, wakanipa quotation yao, wakaanza na utaratibu. Kabla ujaanza mionzi, kuna kitu anaita simulation, yani ni mchoro. Kama unataka kujenga nyumba, kwanza unaandaa ramani. Kwa hiyo wakatengeneza ule mchoro kwanza, ambao ni simulation baada ya hapo tayari tayari ushaingia katika mfumo. Basi utaanza kweli. Nikaanza matibabu na ile mionzi, ulikuwa unafanywa kila siku isipokuwa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, mionzi 25. Na katika unapofanya ile mionzi, kiukweli, unapokuepo pale ujui kama kuna kitu gani unafanyiwa, tofauti na yale maneno huko huko kwetu, huku, Swahilini huku, Swazi unaambia bwana, wewe mionzi inaunguza ina ah, hakuna na ujui kitu gani kinachofanyika. Unaona kama ni kawaida tu napigwa na IC kule, lakini kumbe vitu mionzi inafanya kazi. Nikamaliza. Baada ya kumaliza nikaanza basi kakae nyumbani kama muda fulani, baadaye tena nikarudi tena kwenye vipimo. Baada ya miezi mitatu dokta akanifanyia vipimo, daktari wangu mimi pale, uh, nini pale Ocean Road dokta Ruta huyo anaitwa dokta Bingwa Wako wengi wengi kina Lugina, kina nani, lakini Dr. Ruta ndio alikuwa ananitibu mimi. Baadaye tena baada kufanya vile vipimo wakasema, bwana sasa majibu ni kwamba mpaka sasa hivi uko fresh tayari umeshapona. Hapa kwa vipimo hivi umeshapona. Sasa nakupa clinic ya miezi mitatu mpaka miezi mitatu. Utakuwa unakuja kwa ajili ya kuangalia. Lakini kipindi hichi kuna dawa ambazo zinaitwa Tamoxifen. Hizo utakuwa unatumia ili kusudi hizi zinazuia kuja kurudi tena ile tatizo, lakini kwenda kuimarisha zile cells zako na kuweka sawa hormones zako kama kawaida. Kwa hiyo hii usiache hata siku moja. Nikamba nashukuru dokta. Kwa hiyo kweli baada ya miezi mitatu akanipima tena, majibu yakawa kama yale awali. Baada ya pale tena nikapewa tena miezi sita paka miezi sita Kuyo. Kwa hiyo nafikiri kwamba tarehe 24 mwezi wa 11 na ikamilisha tena miezi sita tena ya kwanza, ya kwanza. Na umeniambia kwamba utakuwa ukiwa unaendelea vizuri unapewa sasa mwaka hadi mwaka, lakini usiache kutumia tamosfeni hata siku moja kila siku. He, kila siku natumia mm -hmm. Kwa hiyo unakwenda kununua kule, kule. Unasema huko madukani sengine labda kuna hali fulani, kwa hiyo bora zaidi ni kule unapata kule. Kule basi. Kwa hiyo nawaambia tu wababa wanaume kama mimi saratani ya matiti kwa kweli ipo, asiwadanganye mtu, na tiba yake ni katika hospitali. Hata kama watakwenda kwenye medication huko, traditional medications zitachelewesha tu, labda isina, lakini mwisho wa siku huku huku. Au mtu anakwenda kwenye maombi, anakwenda kwenye dua, akaacha tiba, lile ni kosa. Mimi naita ni kosa la jinai katika mwili wako moja kwa moja fika hospitali. Kule kuna vipimo vya kimaabara, utafanyiwa mammogram, utafanyiwa CT scan, utafanyiwa uzuri pale. Sasa hivi hata mtu ukiwa una CT scan, nani, cancer imejificha ya aina gani. Lakini sasa hivi kuna kipimo pale, mama kakiweka kinaitwa PET CT scan, hicho kinakwenda kuchambua mshipa hadi mshipa, kwa hiyo unaonekana. Kwa hiyo hakuna sababu ya kurudi nyuma. Ama mwisho kabisa, mimi tu niombe serikali, sio siri huyo anaitwa shujaa, shujaa ambao akawa shujaa. Hey, gharama za matibabu ni very expensive kidogo. Hiyo tunaambiwa kwamba utapata uh, huduma yote ni hmm, sawa, lakini sasa unapozidi kukaa na ugonjwa unakaa siuko kwenye foleni kusubiri zile ofa, na watu wagonjwa wako wengi ambao wanasubiri ile ofa, unaweza ukaofa leo ukaomba leo, lakini ofa yako ikaja baada ya miezi mitatu, baada ya miezi saba, ule ugonjwa bado unasubiri badala ya kuanzia hapo unajikuta kwamba unaanza kwa hiyo sasa, ifike mahala waangalie hizi huduma za matibabu haswa kwa sisi watu ambao ni makabwela kama sisi, ehe, ile kusudi ifike mahala wa Tanzania wote waishi kwa raha na furaha, ehe, kwa sababu matibabu au afya ndio kila kitu. Mwili wako ukiwa uko sawa, hauwezi kufanya jambo lolote. Mimi wakati nafanya hivyo, zile makemo serapu yale, kwa sababu ndani ukishapigwa kemo serapu ukirudi unakaa ndani ya siku kumi na mbili, mimi kama mimi nilikuwa nakaa siku kumi na mbili, sina uwezo wa kufanya jambo lolote, nikitandani kutapika, kuarisha kutapika, kuarisha, halafu inatakiwa ukienda kule damu yako iwe level, presha yako iwe sawa. Damu ikiwa imeshuka uwezi ukapata kemo ehe, ni lazima damu angalau ifike kumi na moja na kuendelea, lakini ikishuka unaambiwa kwamba kaongeze damu kwa hiyo sasa, ni mazingira ambayo mm, mazingira ambayo sio rafiki sana. Kwa hiyo sasa mimi tu, na pia nitumie fursa hii pia kuishukuru serikali, kiukweli, katika masuala ya afya imejitahidi kueneza vifaa tiba na wataalamu wa kiafya tunao wa kutosha sasa hivi, eh, lakini hili swala la gharama, ili nilisemee mimi nawasemee pia labda na wenzangu eh, kwa hiyo mimi nashukuru.